Habari za wakati huu, karibuni tena, ni mwendelezo wa update moja kwa moja ea, kutoka mahakamani. Kesi ya uhaini nayo mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Tuliishia episodi ya 15 kwa siku ya leo, ambapo episode ya 15 ndiyo ya kwanza ambayo imetupungulia update kutoka mahakamani moja kwa moja, ikiwa ni takriban miezi mitatu imepita toka tulipokuletea update na hii ni episodi ya 16 na ya pili kwa siku ya leo. Kama hujafuatilia na kufahamu nini kimetokea mahakamani, anza kwanza na episodi ya 15, halafu uendelee episodi ya 16, ambapo kubwa zaidi leo ni upande wa Jamhuri, ambapo nakuja kujibu mapingamizi ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu aliyeibua mahakamani akipinga namna ambavyo shahidi asili ambaye ni shahidi namba nne katika kesi hii ambaye anatambulika kama p kumi na moja huwekwa kwenye kizimba ambapo hata majaji hawamwoni. Tafsiri yake, shahidi anaonwa tu na mawakili wa upande wa jamhuri, au wao tu ndio ambao wanamfahamu shahidi huyo, lakini hata majaji hawamfahamu Kumbuka mara ya mwisho kabisa e, miezi mitatu iliyopita, upande wa jamhuri wakaomba muda wa kwenda kupitia zaidi ili waje kujibu mapingamizi ya mheshimiwa e, Tundu Lissu. Leo kabla hawajaanza kujibu, mheshimiwa Tundu Lissu akasema ana mambo matatu ambayo anataka kuyazungumza. Tumeangalia jambo la kwanza, la pili, la tatu, tukaishia hapo. Kwenye episodi ya 15 tulishia pale ambapo mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alisema kwamba kosa la uhaini si sawa na makosa mengine kama wizi wa kuku, ujambazi na makosa mengine. Na hii hoja mheshimiwa wa Tundu Lissu alikuwa anazungumzia namna ambavyo kesi inaendeshwa kwa session, kwamba kama leo hii kesi imeanza eh, mpaka mwezi wa tatu tarehe sita, kesi itasimama mpaka pale ambapo jaji mkuu atapanga tena tarehe nyingine au muda mwingine au vipindi sessions zengine za kesi kuendelea. Wakati huo, Tundu Lissu atakuwa yupo anasota gerezani, kitu ambacho pia ameamua kukizungumza leo mahakamani. Tunaendelea hapa ambapo mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema hili ni kosa la kipekee sana. Angalieni ibara ya 28 sehemu ya 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ndio kosa pekee la jinai ambalo limetajwa kwenye katiba kwa sababu ni sio kosa la kawaida. Kama hiyo ndiyo hoja, kosa hili pia la uhaini linapaswa kuwa na kipaumbele, maana ni tofauti na makosa mengine yote. Kwenye kuthibitisha hilo, hii siyo kesi ya kwanza, ni kesi ya tatu toka tumepata uhuru. Kesi ya Grey Likungu miaka 56 iliyopita ilikuwa na washtakiwa tisa, lakini ilichukua miezi sita tu hadi kufika mahakama ya rufani kwa sababu uhaini ni kosa kuu kuliko mengine yote. Ilipewa uzito huo. Katibu Gandi na wenzake 18 kutoka mahakama kuu hadi court of appeal, kuanzia ilipoanzia hadi ilipoishia, ilichukua miezi 14 na mashahidi 140. Sisi tuna miezi kumi, tumemaliza mashahidi watatu tu. Baada ya Mheshimiwa Tundulisu kusema hivyo, watu wanacheka hapa mahakamani vyote itakavyokuwa kesi hii inachukuliwa kama kesi ya kawaida ya jinai, haiwezi kuchukuliwa poa hata kidogo. Lazima hili lielezwe weke vizuri, kwamba lazima jambo hili lieleweke vizuri. Kwa utaratibu huu tutafika mwaka elfu mbili na thelathini kama mtakuwa hamjastaafu bado, kwa spidi hii ya miezi kumi, mashahidi watatu, watu wanacheka hata majaji e, wameshindwa kujizuia na wanacheka hapa mahakamani. Sasa kuna mtego mkubwa ambao unaweza e, kuchelewesha zaidi kesi hii, mtego wa panel constitution rule. Kuna mtego unaweza kutuchelewesha sana kwa kanuni hizo, mmoja wenu akipata mafua hapa, basi kesi haiendelei. Hamjautengeneza nyie, wala mawakili wa serikali, ila ameutengeneza jaji mkuu. Sasa kesi ya Grey Likungu Mataka ilisikilizwa na jaji mmoja, na kesi ya Katibu Gandhi ilisikilizwa na jaji mmoja pia. Kesi ya tatu jaji mkuu anasema mmoja hawezi, ndio maana anawateua muwe watatu kusikiliza kesi hii. Majaji wanaangaliana hapa. Kwenye kesi hii jaji mkuu asipowatumieni hela hamji. Kesi hii ina ugumu gani hadi muwe watatu? Sasa nimesema ili siku moja msije kusema mbona hakusema chochote, nimesema kuweka kumbukumbu sawa, maana anayeumia gerezani ni mimi na jambo hili inanihusu mimi. Kwa hiyo ni muhimu sana nikasema, wahusika na wasikie. Asante, nimemaliza hapo. Lisu kamaliza mambo yake matatu ambayo alikuja nayo leo mahakamani. Majaji wanaandika na kushauriana pale. Sijui wanajadili kitu gani, naona wanachukua muda kidogo hapa wakijadiliana. Wapo kama wamepigwa butwa kama sio kuingiwa na ubarili fulani hivi. Sasa hapa wamemaliza kuandika, sasa nawasha kipaza sauti. Jaji Ndunguru kiongozi wa jopo la majaji anasema sasa, mshtakiwa unisema lengo lako ni ku draw attention yetu sisi, tumekusikia na sasa tuendelee. Upande wa serikali wanaitwa, anasimama hapa wakili Nasolo Katuga kujibu hoja zile za pingamizi la shahidi P11 ambazo mheshimiwa Tundu Lissu aliziibua mahakamani, wakili wa jamhuri Nasolo Katuga alipofika shahidi tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025. Hoja ya kwanza, alisema kizimba maalum si kizimba kama ilivyotafsiriwa kwenye kanuni ya tatu ya kanuni za ulinzi wa mashahidi ya mwaka 2025. Alisema kizimba hicho kilivyokaa hakikumwezesha haki yeye wala mahakama kumuona shahidi, hivyo kwa tafsiri yake, mahakama haiwezi kuasesi demina ya shahidi. Anaendelea hapa, Katuga anasema shahidi P 11 amelindwa kwa amri ya mahakama hii tukufu baada ya maombi ya jinai 1759 ya ya mwaka 2025. Mahakama hii iliamuru shahidi huyu na wenzake ambao sio askari polisi watatoa ushahidi wakiwa wamelindwa. Kanuni ya sita ya ulinzi wa mashahidi inasema lengo ni kuwezesha kutoa ushahidi kwa kutumia kizimba maalum. Hivi basi, ni mahakama ndiyo inayowezesha kizimba maalum kwa shahidi aliyelindwa. Shahidi huyu amelindwa ili yeye asimwone mshtakiwa na mtu mwingine. Mahakama ndiyo inazingatia mambo hayo na ndiyo imetengeneza kizimba hicho. Mshtakiwa alisema, akimaanisha Tundu Lissu, mahakama haimwoni. Sasa hilo ni suala la ushahidi kwamba mnamwona au hammuoni. Hakusema anaomba apande kizimba cha ushahidi ili tumuulize maswali kuhusu, majaji wanamwona au hawamuoni. Sisi ni msimamo wetu kuwa majaji mnamuona shahidi, na hivyo tuendelee. Yeye amewazungumzia majaji kuwa hawamuoni shahidi siyo jukumu lake. Naomba niende hoja ya pili. Nasolo katuga hapa akijibu mapingamizi ya Tundu Lissu ameomba aende hoja ya pili ya ili kujibu hoja ya mheshimiwa Tundu Lissu, hoja ambazo aliziibua kupinga shahidi ya kuwekwa kwenye kizimba hicho. Anaendelea hapa wakili wa serikali katuga anasema, mahakama hii tukufu ijiulize, je, shahidi huyu pi kumi na moja ni mashahidi ambao wamelindwa akirejea kanuni ya tatu ya kanuni za ulinzi wa mashahidi, akiwaambia pia shahidi anayelindwa ni shahidi ambaye yupo kwenye amri ya ulinzi. Pia amewarejesha kanuni ya tano, inamuelezea shahidi gani ambaye anapewa ulinzi au analindwa au amri ya ulinzi inatolewa kwake. Naomba mrejee uamuzi kwa Jaji Mtembwa wa mahakama hii juu ya uamuzi kwa kulinda mashahidi wa kesi hii. Hoja hii ina majibu mawili kama ifuatavyo. Jibu la kwanza ni kwamba kanuni ya tano ya ulinzi wa mashahidi kwa ujumla wake inahusu mambo ya kuzingatia kabla haijatoa ulinzi wa mashahidi. Sasa hakuna mnachoweza kubadilisha katika amri iliyokwisha kutolewa na Jaji Mtembwa. Hoja nyingine ya kwamba mashahidi hawajabainishwa kwa kutajwa kwa majina yao. Pia haihusiani mahakama ilijilizisha kuwa mashahidi ambao sio polisi ndio watafichwa. Kifungu cha 194 cha CPA yanafanywa kwa upande mmoja, yani ex parte application, lakini haijaweka usiri wa matokeo hayo. Ndio maana amri ya mahakama hii iko wazi na ipo kila mahali kuhusu ulinzi wa mashahidi. Kama majina ya mashahidi, kanuni nataka wataje wakati wa maombi. Je, italinda ulinzi wa mashahidi husika, haitakuwa imelinda huo ulinzi wa mashahidi husika. Hayupo sahihi kusema wakati huu mambo haya. Wakati criminal revision namba 15655 mahakama kuu kupitia Jaji Mkwizu, hoja hizi zilisemwa. Kumbuka hii kesi anayorifaa hapa haihusiani na uhaini, anataja ile kesi nyingine ya kusambaza taarifa za uongo na kukumbusha tu hapo Lisu anamuomba hiyo nakala ya hiyo kesi Katuga, nasema ipo mtandaoni. Lisu anamuliza, uko serious? si kweli mimi niko jela? unasema uamuzi wa mahakama uko mtandaoni. Jamaa hapa wameenda kutafuta huo uamuzi. Lisu kakasirika kweli hapa kwamba uko serious? si kweli wewe unasema kwamba huo uamuzi wa mahakama uko mtandaoni. Eh, kwa hiyo wamekwenda hapa kutafuta. Katuga anaendelea, kati watu wake wamekwenda kutafuta huo uamuzi anasema anaomba aendelee kwa hoja ya tatu. Katuga anasema kaka yangu mshtakiwa, anasema shahidi hawezi kutoa ushahidi akiwa kizimbani kwa sababu haipo kwenye amri ya tarehe 14 mwezi wa saba mwaka 2025 ya mahakama hii. Hicho hakiwezi kuathiri chochote katika usikilizwaji wa kesi hii. Kutumia kizimba ni prosija ya kumlinda shahidi aliyelindwa, na kanuni zinasema mahakama itawezesha kupitia kizimba maalum hivyo ndiyo sheria inasema, haihusiani kitumike kutokana na mabadiliko ya shahidi. Kwa mujibu wa kanuni ya 6C inatoa njia tofauti za kiprosija ya kuendelea kumlinda shahidi aliyepewa amri ya ulinzi. Mfano, kama shahidi ni kingwendu kingwendu lile, atakuja kutoa shahidi, sauti yake ni maarufu, mahakama itatafuta njia nyingine ya kulinda shahidi huyu. Watu wanacheka, wanaona kama Katuga anachekesha na kingwendo wake anaendelea hapa. Katuga anasema mahakama ndiyo inaamua namna ya kumlinda shahidi na si vinginevyo. Hoja nyingine anaelekeza kwenye kanuni za ulinzi wa mashahidi, na hoja yake kuwa kanuni hizi zimeanza kufanya kazi wakati yeye alishaletwa mahakamani. Je, zinaweza kutumika retrospectively? Sasa majibu yetu ni kwamba kanuni hii ni sheria za mwenendo, kwa hiyo zinaweza kutumika hata kama kesi ilishaanza kutumika. Kwa mujibu wa kifungu cha 14 cha tafsiri ya sheria kinasema ili sheria ianze kutumika pale inapokuwa gazetedi au yenye yenyewe inasema ianze lini kutumika kwake. Katika uwasilishaji wake, Tundulisu alisema kanuni za ulinzi wa mashahidi hazijachapishwa na hazipo kokote. Wasilisho letu kuwa haya ni masuala haya ni masuala ya ushahidi tu. Huyu ni Katuga akizidi kutoa eh, akizidi kutoa majibu eh, ya hoja ambazo mheshimiwa Tundu Lissu aliziibua mahakamani kupinga shahidi kuwekwa kwenye kizimba ambacho hata majaji hawamuoni anaendelea hapo. Wakili wa Jamhuri Nasolo Katuga anasema, naomba nimalizie kwa upande wetu wa serikali na tumwachie mwenzetu aweze kujibu na kuwasilisha rijoinda yake. Jaji anawauliza mmemaliza? Upande wa mashtaka wanajibu wamemaliza. Mheshimiwa Lissu anajiandaa kufanya rijoinda. Hapa anasimama Mheshimiwa Tundu Lissu anasema, nawashukuru waheshimiwa majaji, nimesikiliza hoja za majibu ya mawakili wa serikali, na nitajibu kama zilivyoletwa na wakili wa serikali. Kwanza ni hoja ya kuhusu kizimba maalum cha mashahidi. Swali nililouliza je, hicho kizimba kinaendana na matakwa ya sheria? Sheria nasema kizimba ni eneo ambalo sisi wengine haturuhusiwi kumwona shahidi, ila nyie majaji pia mnayo macho ya kuona. Upo msemo wa Kilatini unasema res ipsa loquitur, maana yake mambo yanajisemea yenyewe kama yalivyo. Hivyo, hicho siyo kizimba cha mashahidi kwa mujibu wa kanuni. Huyo shahidi haonekani na mahakama, kwa hiyo haihitaji maneno mengi na hizo sio kizimba kilichozungumzwa na sheria. Jambo lingine ni kwamba je, mahakama iliyotoa ulinzi wa mashahidi ilijumuisha na kizimba hicho? Jibu lake ni kwamba ruling ya jaji Mtembwa walisema ilindo kwa kutumia kizimba haikusema hayo yote, waheshimiwa majaji. Wakili wa serikali amerudia kifungu cha kum cha sita, si cha ulinzi wa mashahidi kwamba mahakama inaweza kueleza utaratibu wa kutumika kwa kutumia kizimba cha mashahidi. Sasa DPP lazima aombe namna gani anataka kulinda mashahidi. DPP hakuomba namna ya kulinda mashahidi kwa kutumia kizimba cha mashahidi. Walichoomba ni majina yasionekane na vingine na jaji aliwapa walichokitaka. Haya ya vizimba yametokea hapa. Hawawezi kupewa ambacho hawakuomba. Pia kanuni ya tano sehemu ya kwanza inasema amri ya ulinzi inatolewa kwa shahidi ambaye amebainishwa. Sasa kama shahidi hajabainishwa kwa lolote mahakama inajuaje anayepaswa kulindwa ni nani? Hawakubainisha majina kwa mahakama wakapata amri hiyo ya uongo, na leo hawaonekani hapa mahakamani. Watatoaje ushahidi watu wasiojulikana? Kicheko hapa kidogo, watu mahakamani wanaangua kicheko baada ya mheshimiwa Tundu Lissu kusema kwamba hawakubainisha majina kwa mahakama wakapata amri hiyo ya uongo, na leo hawaonekani hapa mahakamani, sasa watatoaje ushahidi watu wasiojulikana? Lissu anasema hivyo. Mnachoombwa hapa ni kwamba kwenye kesi ya uhaini ambayo adhabu yake ni kifo, hamumfahamu hamumuoni, isipokuwa kwao, na wao wanaita hiyo ni haki. Nilisema kwenye hoja yangu ya msingi na haijajibiwa, na utaratibu huo ni wasta chemba koti karne ya 16, ndio wanataka mahakama kuu ya Tanzania vitumie utaratibu wa giza, au kwenye kesi yoyote ile nyingine. Justice must seen to be done. Mambo ya gizani hayo, na haki gizani siyo haki. Anaendelea hapa, mheshimiwa Tundu Lissu anasema, huyu wakili wa serikali anasema mahakama ifanye rejea kwenye uamuzi wa jaji Mtembwa nina majibu mawili hapo. Moja, hoja yangu inalenga kulinda integrity ya uamuzi wa jaji Mtembwa, wapewa majina ya bandia na maelezo yao yasitolewe kwenye nyaraka. Tukiruhusu mambo ya kizimba ambayo hayakusemwa na jaji Mtembwa, ndiyo tunataka kuyarekebisha. Jambo la pili, kwani ni kosa gani kubadilisha uamuzi wa jaji Mtembwa iwapo kuna sababu za msingi za kubadilisha Kanuni ya nane inasema amri ya ulinzi inaweza kufutwa, kubadilishwa na mahakama kwa utashi wake au kufuatia kuna mabadiliko ya hali fulani toka amri kutolewa. Hakuna aliyekuwa anayajua mambo yote haya. Tumekuja kuyajulia hapa na kwa vile tumeyajua leo, kwa mujibu wa kanuni ya nane inasema yanawezekana kutokea mambo yakabadilisha hali. Basi atoe ushahidi wake hapo kizimbani, tumuone wote. Narudia tena, amri ya jaji Mtembwa haijataja kizimba, lakini pia hakutajwa huyo. Jambo lingine ni kwamba amri ya ulinzi zipo kumi na sita kwenye kanuni, na wao waliomba amri nne tu. Sasa Katuga ana, anatuambia mahakama kwamba inaweza tu kuongeza hizo amri za ulinzi wa mashahidi kwa kadri itakavyoona. hiyo, it, Itakavyo hiyo haitakuwa ni mahakama, sasa kama ikifanya hivyo. Lissu anasema kwamba Katuga anatuambia mahakama inaweza kuongeza hizo amri za ulinzi wa mashahidi kwa kadri itakavyoona. Lissu anasema kwamba hiyo haitakuwa ni mahakama, sasa kama ikifanya hivyo, kwamba mahakama ikiamua tu kuongeza, hiyo haitakuwa tena ni mahakama. Nam, anaendelea hapa mheshimiwa Tundu Lissu anasema kifungu cha 282 cha CPA amekisoma katuga hapa kwamba mahakama inaweza kureguleti taratibu zake wakati wa kutekeleza wajibu wake wa jinai. Msifungo sana na hizi kanuni, maana mnaweza kureguleti procedure zenu. Sasa kifungu cha 282 sio kichaka cha kujificha ili kukiuka sheria na taratibu zilizowekwa wazi. Utaratibu wa kulinda mashahidi umewekwa wazi kifungu cha 194 cha CPA na kanuni za ulinzi wa mashahidi. Huu mwaliko wa kwamba muache sheria inasemaje, mtafute busara zenu, e, mtafute busara zenu na washauri, msikubali huu mwaliko wa katuga kwa kudharau sheria. Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea hapa, anasema wakili wa serikali anasema haki itatendeka tu hata kama shahidi haonekani. Sheria inasema amri yoyote ya kulinda mashahidi haipaswi kuathiri haki ya kusikilizwa kwa usawa. Shahidi ambaye wao wanamfahamu, mimi simfahamu. Wao wanamfahamu jina na taarifa zote mimi simfahamu. Kuna usawa hapo? Mahakama itaeleza hatua za kulinda mashahidi kwa usawa wa pande zote. Hiki wanachoomba kinakiuka kanuni ya sita sehemu ya pili ya kanuni za kuficha mashahidi. Waheshimiwa majaji, yote niliyosema nimeyazungumza kwa kulinganisha na katiba ya Tanzania na sheria za Afrika na duniani kote. Nilieleza kwa kina namna sheria zote za kimataifa zilivyozungumzia swala hili, ila wao hawajajibu hata moja. Hawajajibu kwa sababu hayajibiki, waheshimiwa majaji, na hayajibiki kwa sababu ni ya kweli. Tuishie hapo. Kuhusu kanuni kutumika retrospectively, imesemwa na Katuga kwamba kanuni zote za utaratibu zinatumika retrospectively. Tundu Lissu wanasema kanuni za procedure zinapo asili haki haziwezi kutumika retrospective. Angalieni ukurasa wa 11 na 12 wa hukumu aliyoleta Katuga inasema if the legislation affect substantive right it should not operate retrospective. Sasa hapa tunajadili right to be held na kanuni hizi, mshtakiwa hawezi kumjua shahidi kuanzia majina na vingine. Kanuni hizi zina affect substantive right. Kanuni zinakiuka haki zangu za kikatiba, hatuwezi kuziacha hivi zilivyo zikatumika. Kama wao wanaona ni jambo dogo, wamlete shahidi wao hadharani hapa tuminyane naye au naye tuminyane naye, nao waone. <laughs> Lissu anasema kanuni zinakiuka haki zangu za kikatiba hatuwezi kuziacha hivi zilivyo zikatumika. Kama wao wanaona ni jambo dogo, wamlete shahidi wao hadharani hapa tumenyane naye, waone. Lissu anasema hizi kanuni zenu mlitunga kwa ajili yangu, na matakwa ya kisheria yanakataa. Sio mnamkamata mna, mtu mnamfungulia kesi halafu baadaye ndio mnaenda kutunga kanuni kwamba tumtungie sheria gani wampitisha hizo sheria zao ili waje kunishitaki nazo. Hilo haliwezekani kabisa. Huyu Katuga anapenda sana kusema mimi naitishia mahakama, labda hajui nashitakiwa kwa kosa gani. Nilipojitetea kwa nguvu zangu zote eh, nisipojitetea kwa nguvu zangu zote, itaku... zote itakuwaje? if I don't defend myself to the best of my ability itakuwaje nisipoibua yote haya Consequences ni adhabu ya kifo. Maisha ni matamu and I'm not ready yet to die. Kama kuna la kusema nitasema tu. Nitatishaje majaji wa mahakama kuu? Niko gerezani miezi kumi. Ila ninachotaka majaji mujatizame mambo haya kwa kuangalia uzito wa kesi hii. Naomba kumaliza kwa kusema yafuatayo kwamba ile kesi ya mahakama kuu iliyokuwa mbele ya jaji Mkwizu, waheshimiwa majaji mtajiridhisha wenyewe. Mtakaposoma hiyo kesi mtaona kwamba hiyo kesi haikuwa inahusu uhalali wa hizi kanuni, haikuwa inahusu uhalali wa mashahidi kutoa ushahidi kwa kificho. In fact iliishia kwenye po pingamizi la awali, jaji hakutaka kusikiliza. Sasa imeletwa hapa ili iweje haina uhusiano wowote na constitutionality ya kanuni na suala la shahidi kutoa ushahidi. Wameleta hapa ili muone kuwa walishinda hiyo kesi. Hawana kingine cha maana. In fact ilikuwa ni kesi ya cyber crime na siyo kesi kama hii ya uhaini. Naomba mtafakari hoja zangu na mkubali shahidi asiruhusiwe kutoa ushahidi kwenye hilo boksi kwa sababu zote ambazo nimezieleza hapa. Nataka majaji mumuone shahidi na mimi ambaye wanasema ni muhaini, nataka ni muone ni muhoji na anijibu maswali yangu. Huyo ni Tundu Lisu akimaliza kufanya rejoinder mahakamani baada ya mawakili wa upande wa serikali eh, kujibu hoja za pingamizi ambalo Tundu Lisu aliibua mahakamani. Nam baada tu ya kumaliza hapa mahakamani Tundu Lisu kufanya rejoinder eh vinginevyo Lissu anasema haitakuwa mahakama ya haki na kanuni zinataka usikilizwaji wa mashauri haya uwe wa haki kwa pande zote. Lissu anasema ni hayo tu, e waheshimiwa majaji. Baada mheshimiwa mweshimiwa Tundu Lissu kumaliza hapa, majaji wanateta huku akiandika kidogo. Mheshimiwa Lissu anakusanya makarabasha yake taratibu hapa, bila shaka kesi itahairishwa leo, watahitaji kuandika uamuzi e, wa hoja zilizowasilishwa. Anawasha kipaza sauti jaji Ndunguru. Baada ya kuwasha, akiwa very serious sana na kama amechoka, anaonesha hana nuru kabisa. Anasema, naomba niseme yafuatayo kabla sijahailisha shauri. Mtakumbuka leo tumevumiliana sana kuhusu simu zinazopiga kelele. Kama tunashindwa kukaa na simu, basi kwenye ukaguzi tunaomba mziache. Naomba mtambue uvumilivu wa leo hautaendelea kuwepo kuhusu masuala ya simu. Shauri linahairishwa hadi tarehe 15 ya mwezi wa pili mwaka 2026 saa tatu asubuhi ambapo majaji watakuja kutoa sasa uamuzi dhidi ya pingamizi hili la Tundu Lissu. Leo ni tarehe tisa ambapo kesi hii ilikuwa inaendelea, hivyo watakwenda kupitia na kujipanga zaidi kuja kutoa uamuzi katika kesi hii ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Ukiangalia leo ni tarehe tisa; tarehe 10, 11, 12, 13, 14, 15. siku sita mbele tena, Lissu anarudi kukaa gerezani huku majaji wakijipanga kuja kutoa uamuzi mdogo katika pingamizi hili ambalo Tundu Lissu ameliibua mahakamani akitaka zaidi shahidi wasili aweze kuonekana mahakamani, majaji wamuone, lakini pia Tundu Lissu amuone na kumfahamu na kumuuliza maswali, na shahidi aweze kumjibu Tundu Lissu huku wakionana mwezi wa endelea pia kutufuatilia zaidi eh. Tangu tumeanza na kesi hii mpaka hapa tulipofikia, naamini utakuwa unaelewa zaidi kesi ina mwelekeo gani. tochia yako ako na kaa karibu nasi kila wakati.